Oh, oh. Eh, basi kwa vigumu ni kitovu kile, alafu ni huo huo mfuro. Ni Saudi Arabia huku, Warabuni huko, anasema hiyo. Yeye mwenyewe yuko wapi? Njo hapa tuone tumbo kana kabisa mpaka hey. Nilwena kabisa sasa, njo hapa hakuna tumbo kabisa sasa, from kweli hey. Apa njo hapa, njoo hapa, ile tumbo ni kubwa kusema kwe, una kile kitovu kikondane kile kitovu nasa yangalia ume, umehesa ama hivyo ndivyo yani, hivyo ndio huko sasa Tumpigie Yesu makofi mazuri. So currently yuko hivi, lakini alikuwa yuko vile. Mungu ni mzuri. ile ulikuwa kwa Arabuni, uliko sasa pale ni hospitali. Oh. Uh. Uh. Okay. Uh, unaona sasa pale vile imeonyeshwa vizuri hapa hapa, sasa nilikuwa nashikia hapa, so kuanzia hapa kwenda chini. Mnaona hapo, nafikiri na inaonekana vi vizuri hapa. Ona hiyo tumbo. So, unaona hiki ni kidole changu nimefanya hivi. Hicho hapo ni kidole changu nimefanya hivi. Imejaa hapa mpaka hapo, mpaka chini. Na saa hii, eh, simama. Hii simama kamera, unamuona vizuri hiyo tumbo saa hii. Pesa sasa achilia. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Hiyo shida sikufuate fuate tena. Fibros Yesu alizing'oa. Tusimame tumpigie